Naam, mtazamaji wa Trend TV, bwana Leoni kuapo kwa ajili ya kuletea update hii. Hapana, hii ya leo bwana, inahusiana na kitu ambacho amekiposti Harmonize Konde Boy, na hii ni kama vile ameamua ku announce rasmi kwamba anakuja na album yake mpya kabisa, na amekuwa akitesti eh, akitesti mdundo na baadhi ya ngoma ambazo zinapatikana katika albamu hiyo kupitia Eh, speaker za Jizo Sound. Nadhani utakuwa unafahamu kwamba Majizo bwana ameamua kuintroduce speaker zake mpya kabisa kwenye game hii hapa ya mziki wa Bongo Flavor na Harmonize ameonekana akiwa anasikiliza eh, albamu yake mpya kupitia speaker hiyo ya Jizo Sound. So hapa kuna page mbalimbali mbali zimekuja kuripoti kuhusiana na hiyo habari wakiwa wameandika kwamba kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram, Harmonize ameshare kuvutiwa na speaker za Majizo na kuandika kuwa I'm super excited for my album. I was listening some of my favorite Jizo sound big up Usikivu uh, uh, Nangwanda Idimosi akiwa anamaanisha kwamba amevutiwa sana na usikivu ambao unapatikana katika hizi sound za majizo. Alafu akasema pia vile vile kwamba eh, ame ame announce kwamba hii ni albamu yake albamu yake ambayo inakuja hivi karibuni, lakini pia ametoa ametoa habari pia kwamba mnamo Idi Mosi basi moja kwa moja atakuwepo na ngwanda sijaona ambapo hii ni show ambazo waga nafanyaga kila mwisho wa mwaka kule mkoani kwao Mtwara lakini kwa mwaka huu hapa ilishindikana kwa sababu alikuwa na show Kenya. Hivyo basi ameahidi kwamba ataenda kufanya hiyo show, e, kwa mwezi kwa ndani ya mwezi huu hapa lakini mwishoni huko, nadhani siku ya Idi Mosi ndo ataenda kufanya show na Ngwanda, ambayo ilitakiwa aifanye Disemba ya mwaka uliopita, umeona bwana. Alafu akaendelea kwamba hapo akaendelea kusema kwamba, akimaanisha kuwa yuko mbioni kuachia albamu yake nyingine tena na kusema kuwa alikuwa akisikiliza uh, na akimaanisha, akisikiliza uh, baadhi ya nyimbo ambazo zipo katika albamu yake hiyo kupitia spika ya Jizo. Amempongeza pia Majizo kwa, na kusema kwamba huenda katika show yake ya Idi Mosi huko na Ngwanda Mtwara akatumia spika za kampuni hiyo mpya ya Majizo. So ukiwa kama mdau